Naitwa Mwalimu Maura Adrian Olaya, ni mkuu wa kitengo cha viziwi wasioona hapa Uru Mchanganyiko. Ufundishaji katika viziwi wasioona, tunafundisha masomo mengi kama kawaida na tunafata mtaala ambao uliopo kwa sasa hivi. Tuna mwongozo tu wa walimu wa kufundisha jinsi gani tuwafundishe hao watoto, pia tuna tunatengeneza pia mazingira ya mtoto huweza kujimudu katika kujimudu, na tunafanya ufundi wa awali. Ufundi wa awali kama mlivyoona, tunatengeneza shanga ambazo zitamwezesha mtoto kuziuza na kupata hela za kujikimu, kama mtoto wa kawaida au kama kijana wa kawaida atakapomaliza shule. Kwa hiyo, pia haitakuwa mzigo tena kwa mzazi kusema mtoto ameshamaliza shule, anamfanyia nini? ana vitu vya kufanya pia, tunafuga. Tukifuga kama mlivyoliona banda, tunafuga ili watoto baadaye, tunafanya kama shamba shamba, darasa watoto baadaye waweze kujifunza, wakitoka kujifunza hapa, waweze kufanya nyumbani na kujitegemea. Kwa hiyo sio mzigo tena kwa wazazi, na leo tumekuja hapa kwa ajili ya kufuatilia ujenzi wa banda la ufugaji wa bata ambalo liliombwa na shule hii kama sehemu ya kuwasapoti watoto hawa wenye changamoto ya uziwi kutoona. Na kama unavyoona tayari banda hili limekamilika, lengo ikiwa ni kuwajengea uwezo watoto hawa katika kupata stadi za ujuzi kwenye eneo la ufugaji. Shirika hili linakwenda sambamba pamoja na sera ya taifa ya kielimu ambayo inataka kuona kwamba watoto wanapokuwa shuleni wanakuwa ni sehemu ya kupata ujuzi. Kwa hivyo shirika hili liliona pia ni vema e, kujikita katika watoto hawa wenye mahitaji maalum. Lengo ni kuhakikisha kwamba hakuna mtoto anayeachwa nyuma katika haki yake ya kupata elimu, ikiwa ni pamoja na kupata ujuzi. Lakini pamoja na kwamba, mbali na kwamba shirika hili limekuja kukagua mradi huu hapa katika shule ya Uhuru mchanganyiko, e, shirika limeweza pia kutoa sapoti katika maeneo mengine ambayo lina sapoti, ikiwa ni pamoja na shule ya Tumaini Viziwi iliyopo manispaa ya mkoa wa Singida lakini pamoja na shule ya Mugeza Viziwi iliyopo katika manispaa ya Bukoba. Maeneo yote haya ya shirika hili limeweza kufanya kazi kwa karibu pamoja na walimu, pamoja na serikali, lengo ikiwa ni kuhakikisha kwamba watoto hawa wanapata ujuzi unaohitajika kwa mahitaji ya sasa, lakini pia kuandaa kwa ajili ya maisha yao ya baadaye. Lakini pia niendelee kutoa wito kwa wazazi pamoja na jamii, tunaelewa kwamba changamoto hizi zipo ni changamoto ambazo tunaishi nazo wazazi pamoja na jamii kwa ujumla wake, msiwafiche watoto hawa wapindi wanapobainika kuwa wana changamoto mbalimbali katika maisha yao, mwalete katika shule, kwa sababu serikali imeweza kuendelea kuweka miundombinu wezeshi, lakini pia na wadau wengine kama hawa Sense International wameendelea kutoa sapoti zao wakishirikiana na serikali kwa kuhakikisha kwamba mtoto wa Kitanzania anaendelea kupata haki yake ya elimu, ikiwa ni pamoja na kumwandaa kwa ajili ya maisha yake ya baadaye